Umetoka wapi? Si nimetoka shughuli zangu mami. Ni shughuli gani hiyo unarudi asubuhi ukiwa umelala huko usiku mzima Keti? Ai, huwezi ngam wewe. Maketi nitakuhoga. Mpaka usikie ni kama unaitwa. Wewe mami unapenda kupiga kelele pia wewe sana. Kwa sababu tumiagi akili wewe. Hiyo ni nguo, ulikomeda nayo na ukoje unyeibiche. Kwani nguo iko na shida. Huoni chida wewe? Keti nakuuliza kwa mara ya mwisho. Ulikuwa wapi ukio mefalia hifo? Kama mtu anataka kujiusa wewe, usijali ah. nimetoka wapi? Shughulika na maisha yako. Mimi nataka kwenda ku dose. By the way, Keti unajiona umekuwa sana, mpaka unaweza niogerecha venye unataka. Ye ni nini? Si niko na id naweza do vile na dai id. Ndio kusema nini? Mimi Keti umenishokesa sijui. Si nilikupeleka kwa polisi hmm, na ukufuswa adabu? Unajua nitakurudisha huko wewe. Ai, si unirudishe nini hujanifanyia? At this point watanipiga, halafu tena wataniachilia. Mi hakuna kitu naogopa. Keti, kwa nini husikii maneno? Unataka kujiharibia maisha wewe. Maisha ni yangu ama ni yako? Wacha kuniwestia time. Umalizi kuongea, washa nikuambie. Keti, hata mimi nilikuwa hapo na hiyo miaka uko nayo, na usiposhuga utapata mtoto, na ukipata mtoto usiniletea mimi nikulelee. Hata si mtoto atakuwa wangu. Nini nipunguza maadvise, jiambie ai. By the way, nasikia kudozi. Naweza enda urare kwa nyumba ya nani? <laughs> Kama unajiona umekuwa sana wesi abiwa kitu na msasi wako usikie hatutaichi nyumba moja. Hama huku uede toka eda. Sa unanifukuza e, mimi sitaria mtoto mtukutu kama hutasema umetoka wapi, toka uede mrago koasi sini sawa. Kwani lazima nikayuko? Nilijuanga tu tangu kitambo. Mama we unakuanga tu Eh, washa nipigie OCS wa kukujia ukafunzwe adabu wewe hopeless. Unadhani nawaogopa? Ita mpaka wanajeshi. Mugu wangu, kwa nini nilikosea wapi nikilea huyu mtoto? Mugu wangu mumbadilichi akue mtoto msuri, kwa sababu ataniua na pressure. Nimefika mwicho mimi wa mawaso, sijui nitafanya nini. Washa tu nipigie OCS na baba yake wakuje, kwasababu mimi siwesani.